Afisa wa polisi wa Kenya aliyefariki kwenye operesheni ya kulinda usalama nchini Haiti amezikwa nyumbani kwao eneo la Naserian, kaunti ya Kajiado. Huzuni litanda huku jamaa, marafiki na polisi wenza wa Samuel Tompoi Kaetuai wakimwomboleza. Kaetuai amezikwa huku wanasiasa wa upinzani nchini wakitaka polisi walio nchini Haiti kurejeshwa nyumbani. Willy Lusiga alihudhuria mazishi hayo na anatuarifu zaidi. Mizinga ya risasi kiashiria mwisho wa safari ya maisha ya afisa wa polisi Samuel Tompoi Kaetuai, afisa wa kwanza kuuawa kwenye kundi la polisi wa Kenya waliotumwa Haiti kulinda usalama na kudhibiti magenge ya wahalifu. Huzuni ikiashiria jinsi ndugu, jamaa na marafiki watakavyomkosa afisa huyo mchanga aliyefariki akiwa na miaka 25 na kumwacha mjane na watoto wawili. Upande wa upinzani ukiongozwa na Kalonzo Musyoka ukidai maafisa wa polisi kutoka Kenya wanaolinda usalama Haiti hawana ufadhili wa kutosha pamoja na silaha bora za kupambana na magenge ya nchi hiyo made orders concerning this mission that were not obeyed that if this uncertainty prevails then we must consider as a nation disengagement unless the UN takes over this mission. Sasa tunaona makadirio kwamba wa, wa, Kenya taxpayer wanaolipa ushuru wa Kenya sasa tutafute kulipa, kutoa 4.5 billion shillings ili kuhakikisha hiyo mission inaendelea transparency. Zile pesa kina Biden walipeana zilitumika vipi? Samuel Tompoi Kaetuai alizikwa nyumbani kwao katika kijiji cha Naserian, Kajiado Mashariki. Leo ikiwa ni siku ya mwisho ya safari ya maisha ya Samuel Trompoi, Wakenya wengi wamejitokeza kuitaka serikali kuhakikisha usalama wa maafisa wa polisi wanaoendelea na shughuli ya kuhakikisha kuna amani katika taifa hilo la Haiti. Willy Lusige katika kijiji cha Nesrian, Kajiado, Mashariki.